Natumia kei yangu kudangia, nimejijengea nyumba yangu. E bwana, kuna huyu dada ama huyu demu ambaye anajulikana kama vile Nana Dolls. Ukiingia pale Instagram au, kiweza kusearch Nana Dolls pale, utaweza kumjua huyu dada, ila kama umjui, pia kuna baadhi ya picha zake tutakuwa na kuwekea hapa ili uweze kumjua uweze kujua tunamzungumzia dada yupi. Eh bwana ameweza uh, kutend sana mtandaoni uh, baada ya kuangusha video yake moja pale ambayo imezua gumzo mtandaoni mpaka sasa tunamzungumzia huyu demu. Kuna maswali, kuna baadhi ya maswali alikuwa na na pia anauliza watu, anasema kwamba yeye e, mafanikio yake ameweza kuyapata kutumia a, ke yake ama kutumia kitumbua chake, nadhani umeweza kunielewa napozungumzia kitumbua, atakuwa umeelewa hapo mtazamaji. Anasema kwamba yeye e, ameweza kujenga nyumba kutumia kitumbua chake yani, a, kutumia mwili wake, atuweke wazi tu na anasema pia yeye ameweza ye ye ye kununua vindo gari kutumia kitumbua chake. Anasema yeye kudanga, anatumia kitumbua chake. Anasema yeye kununua sijui vitu vya gharama garama, anatumia kitumbua chake yani, carpet manyoya, kitumbua chake e, kila kitu anatumia kitumbua chake. Lakini kuna watu ambao e, wanama, wa, kuna watu ambao wanachukizwa na tabia hii e, kwa kumwambia kuwa anadanga sana sasa yeye kuna swali hapa anajiuliza, eh, anasema kwamba yeye anatumia mwili wake, anatumia kitumbua chake. Sasa hawa watu wanamuuliza maswali mengi eh, wanaumwa na nini ama wanakerwa na nini? Sababu mwili anaotumia yeye ni wake eh, sio wa mtu mwingine, ni vit, viungo ni viungo vyote ni vyake. Sasa ah, wewe, um, wewe unaumwa na nini ama wale watu anumulia. Pia waache kudanga. Wanaumwa na nini? Asa mtazamaji, maswali ndio kama hayo. Pia wewe uweze kujibu e, wajibu watu hawa wanaumwa na nini e, wakati dada huyu anatumia kitumbua chake. Nitakwenda kukuwekea hiyo video yake ambayo anaongea akisema kwamba watu hawa wanaumwa na nini, mimi nikitumia kitumbua changu kupata mapato mengi sana e, bwana jione video hiyo, alafu uweze kuniwekea majibu, Pitia comment section ya Umbea Media TV. Yaani wewe kuna muda afu watu wanakuambia umepaniki, umepaniki, umepaniki nini nyokoli nyokoli wewe? Natumia kei yangu kudangia. Nimejijengea nyumba yangu. Nimetumia kei yangu. Nimenunuliwa gari. Unaumia nini? Wewe unaumia nini? Yaani kuna muda nakaaga tu mtu anakukomentia afu unataka kumuuliziwa sasa. Sasa wewe, ni dange ni dange mimi kinayotumika ya kwangu mimi, we unaumia nini? Basi sio kuumia. Unakasirika nini? Ah, umechukia nini? Kwa sababu kuna watu asa, umekasirika nini? Nawakomentenga tunauliza kwa sababu nakaa najiuliza na changanua ile comment. Kwenda huko umetumia kei kudanga. Namuuliza, muuliza hey, haya nimetumia kei yangu kudanga, hasa unakasirika nini? Mimi nimekuja hapa mimi kukwambia kwamba sidange, sijatumia kei yangu kudanga. Wewe unakuja kunikomalia, umedanga, umedanga. Haya, nimedanga, unaumia nini? Unakasirika nini? Mwenzako kadanga huko, umjui kei yake, anatumia ametumia kei yake. Haya, wewe unakasirika nini? Wewe unaumia nini? Wewe unachukia nini? Ni kei yako.